Kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu ni kikubwa kuliko dunia ambacho inaweza kutupa. Kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu ni kikubwa, huwezi kukifananisha na elimu yoyote, huwezi kukifananisha na ajira ya namna yoyote, huwezi kukifananisha na biashara ya namna yoyote, ni kikubwa kuliko maelezo. Biblia sema kinapita marijani, kinapita vitu vya zamani, lakini ili kitoke kuna michakato ya kupita. Lazima ukusudie kuwa mtu wa neno, lazima ukusudie kuwa mtu wa maombi, lazima ukusudie kuwa mtu ambaye unaishi na kutembea na kudumu ndani ya uwepo wa Mungu, uhakikishe unalinda uwepo wa Mungu uondoke kwako, na kila siku ukuze uhusiano wako na Mungu, sababu Mungu huwa hamtengenezi mtu peupe. Mungu anamtengeneza mtu sirini. Ukikwepa kukaa sirini, hauwezi ukaonekana peupe. Kabla Mungu hajakudhihirisha anakuficha kwanza, ili akutengeneze, ili uimarike, ili ukamilike, ndipo nakudhihirisha. Lazima ukubali na ujue kwamba mimi ni kifaa cha Mungu, mimi ni mashine ya Mungu ambayo ameileta duniani itende kazi kwa ajili ya ufalme wake na kuzalisha mambo kwenye maisha.